Ijumaa ya wiki hii Urusi ilithibitisha kutekeleza mashambulio dhidi ya miundombinu ya nishati nchini Ukraine, huku Ukraine nayo na ikiripoti kuzuia mashambulio mengi ya Urusi na kuonesha kuwa ndege za kivita za aina Mirage elfu mbili zilizotolewa na Ufaransa zilitumiwa katika mashambulio yake kwa mara ya kwanza, kwa mujibu wa taarifa kutoka wizara ya ulinzi ya Urusi siku ya jumaa hiyo. Wiki iliyopita kumeshuhudia vikosi vya Urusi vikitumia zana zinazoongozwa kwa usahihi na ndege zisizo na rubani katika kutekeleza mashambulio kadhaa kwenye vituo mbalimbali mbali vya kijeshi vya Ukraine. Hizi ni pamoja na vituo vya anga, ghala za risasi, vifaa vya uzalishaji wa kijeshi, vituo vya kuhifadhia ndege zisizo na rubani na kambi za kijeshi za majini. Waziri wa nishati wa Ukraine Harman Halushenko amethibitisha kwamba nchi hiyo ilikumbwa na shambulio kubwa la kombora na ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya nishati na gesi katika maeneo mengi. Alisema kuwa Ukraine inachukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha usambazaji wa nishati na gesi na kupunguza athari za mashambulio hayo. Jeshi la wanahewa la Ukraine lilitangaza kuwa limeangusha makombora 134 ya angani ya vikosi vya Urusi siku hiyo ya Ijumaa na kwamba kwa mara ya kwanza lilituma ndege za kivita zilizotengenezwa huko Ufaransa katika operesheni za kivita.